Mfalme Alexander wa Uholanzi ameanza ziara ya kiserikali ya siku tatu nchini Kenya huku akikaribishwa katika Ikulu ya Rais na mwenyeji wake Rais William Ruto. left, Mfalme Alexander katika hotuba yake baada ya mashauriano na Rais Ruto ameitaka serikali ya Kenya kuheshimu haki za kibinadamu, utawala bora na uwajibikaji. Usemi wake ukijiri baada ya Wakenya kuandikia ubalozi wa Uholanzi nchini Kenya wakilalamikia hatua ya serikali ya Kenya kuendelea kupuuza haki zao. Watu wa Kenya kama wale wa Uholanzi wanataka haki zao kama raia huru ziheshimiwe na sauti zao zisikike. Inafurahi kwamba uhusiano dhabiti wa nchi zetu unaturuhusu kuzungumzia hili wakati wa ziara hii, kuhusu maswala kama vile haki za kibinadamu, utawala bora na uwajibikaji. Mfalme huyo anayezuru Kenya kwa pamoja na mkewe Malkia Maxim akishuhudia kutiwa saini kwa mikataba kadhaa ya maelewano kwenye sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, biashara na usalama. Aidha, ameitaka serikali ya Kenya kuendelea kukuza demokrasia ambayo ni nguzo muhimu katika ustawi wa taifa. To have the opportunity... tutakutana na vijana wa Kenya ili kutupa maoni yao kuhusu maswala ya hivi majuzi. Kenya ni taifa linalojiamini ambalo linajivunia utendakazi wake wa kiuchumi, demokrasia, taasisi na jukumu lake kimataifa. Ziara hii inaonyesha jinsi maslahi yanavyoiana, jinsi ya nchi hizi mbili zilivyo karibu na jinsi nchi hizi mbili zilivyo karibu. Katika miezi iliyopita, maafisa wa polisi wa Kenya wameshutumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa kukabiliana na waandamanaji na kuendeleza utekaji nyara tangu kuanza kwa maandamano dhidi ya serikali mwezi Juni mwaka jana. Takwimu kutoka tume ya haki za kibinadamu ya Kenya zinaonyesha kwamba watu 30 kati ya 82 walioripotiwa kutoweka tangu Juni mwaka jana bado hawajapatikana. Mwenyeji wake Rais William Ruto amesema ziara hiyo itaimarisha uwekezaji wa Uholanzi nchini Kenya na kuimarisha mageuzi ya kilimo na viwanda na kuimarisha maendeleo ya miundombinu. Amesema kwamba hatua hiyo itaimarisha kasi ya ukuaji wa uchumi wa Kenya na kupanua nafasi za kazi hasa kwa vijana supply. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi jina la langu ni Duncan Maiche, ITV.